Hmm. Hmm. Katika maisha saa, <coughs> Sa sijui nilie, sijui nicheke, sijui ni tabasamu, lakini mimi jamani, mi na upendo sana. Unajua watu wengi mnanichukulia kama mimi za mwamwa, sijui mnanichukulia mimi mbea, si mnanichukulia mimi mna... yaani vyovyote mnavyonichukulia mimi, jamani we hmm. muongo huyu huyu muongo huyu wewe, wewe muongo na, na, huu mbea ninausema kakaangu omi kakaangu omi kakaangu omi wewe unamjua omi wewe unamjua omi wewe vizuri wewe, wewe. omi mtu wa watu omi anapenda watu omi mimi mimi nakupenda sana kwa sababu omi una chuki na mtu watu ndio wanachuki na wewe wallahi nakwambia omi chunga sana kuwa karibu na binadamu binadamu sio watu, kakangu Omi, nakwambia eti, huwa naandikaje? kaandika kakajuma mambo vipi? msanii wenu kama ni Shaomi hapa, msanii wenu kagombana na tajiri, kagombana na tajiri yake yule anayesimamia timu ya mpira mwarabu yule, kagombana naye na ju na juzi kafukuzwa Salamanda yani, na password fingerprint zimebadilishwa ofisini kwake, hatakiwi yeye, mpaka wafanyakazi wake alioajiri mm -hmm, kupata glass yeye hatakiwi uh, na wafanyakazi wake wote yani, waingie Nasikia jana bosi kawaka mule ndani Salamanda, hatari kawaka. Bosi watu wote kawa kama mbogo, kawaambia security yote, yani, huyu mtu asiingie, yani asiingie humu ndani, sitaki kumuona hata kae muingiza humu. Nabadilisha system yote, mpaka ile fingerprint, ukiingia ofisini sisi, na unaweka kidole hivi, hata pale kwetu sisi ofisini zipo, unaweka kidole hivi, inakutambulisha wewe, basi ile imebadilishwa. Sasa itakuwaje? Lakini chanzo cha ugomvi hakijulikani mpaka sasa hivi, sababu kubwa ya kumtibua bosi haijajulikana mpaka muda huu. E, Mungu Baba! Kwa hiyo wamegombana, si si mwanafamilia yule. Gomvi kubwa, gomvi kubwa. Bosi haitaki kumwona msanii kabisa katika macho yake. Mungu Baba, bwana roho nzuri au fitina za watu. Hata mi nampenda kweli yule kaka, ana roho nzuri wallahi, lazimu lo, na hapa nampendaga sana, mwenyewe anajua hii habari. Mi kwangu ni huzuni, sijaifurahia hapana. Hmm, yataisha tu, lakini hmm, yataisha. Pole kaka, um hmm, binadamu hao wamewachunganishi, sio siri ugomvi tokea juzi leo tu uvuje. Hey. Mm. Hey. Hey. Hao ndio binadamu. Kwanza kasori tarawe.